Walikuwa wanasema ndio, sisi tulikuwa tunasema wakati tulikuwa tunabeba sufuria kwa vichwa, kweli au sio kweli? Lakini serikali kuanguka bila uchaguzi inapatia nafasi ami kuingia, ami ikiingia nyinyi nyote, sisi zote, sisi wote, sisi wa, wa viongozi tutaenda hata hao vijana, ni bunduki tu, tip tip tip. Ha, natutaki bunduki, tunataka demokrasia. Sisi ni chama ya demokrasia, na kwa hivyo tulisema serikali zianguke, tukaingia tufanye polepole, tukafanya ten point agenda hiyo, ten point agenda ile tukakubaliana na hawa hiyo, ndio tutaitimiza, tutachunga chunga.